Zahmid TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalahu amma baad, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, niwaamkie kwa mamkizi ya peponi na niwaambie nyote mnaofatilia kipindi hichi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jambo la kwanza ambalo nawaza nipate majibu kutoka kwenu ni kwamba kuna mrembo gani katika hii dunia? Mwari upi katika haya maisha? Msichana gani huko mtaani ambaye hataki inoaya, ndoa yake inone? Binti ambaye ameposwa lakini hataki, ana haja ya kuwa na vibe kubwa kwenye ndoa yake. Yuko wapi binti huyo? Nazungumza na nyinyi, mnipe majibu ya maswali haya. Mama mkwe, ambaye ushapokea mahari au ushapokea posa ya binti yako mzuri, posa ya binti yako mrembo, mama mkwe, ambaye ushapokea barua Mshenga ameshakuja hivi, hutamani ndoa ya binti yako inoge? Hutaki wewe? Jamani wakwe, eh, mawifi, kina dada naonitazama, mwataka ndoa zinoge au hamtaki? Hayo nyinyi, mwataka ndoa ziwe za hovyo? Nani mwenye majibu nani atakayeniambia? Nani ambaye ameshafikiria kipi kifanyike, ili ndoa iwe ni bam bam, ili ndoa iwe supa, ili ndoa iwe ni nzuri yenye baraka? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama anatujibia maswali yote haya, anazungumza, anasema adhamu nisai barakatan mwanamke mrembo kuliko wote, mwanamke mzuri kuliko wote, mwanamke supa kuliko wote, mwanamke mwari hasa wa kweli kuliko wote ni yule ambaye, aisaruhunna mu'natan. Unataka washinde warembo wote, unataka uwapiku wanawake wote, basi Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam anasema the best and the most beautiful mwanamke mrembo kuliko wote na mwenye baraka katika ndoa yake ni yule ambaye mahari yake ilikuwa ni nyepesi kuliko mahari zote. Mwanamke ng'ai ng'ai, mwanamke mzuri ni yule ambaye mahari yake ilikuwa nyepesi kuliko zote. Mwenyezi Mungu akujalie wewe, awajalie wakwe wote wazifanye kuwa ni nyepesi mahari, ili zing'are na ni ziwe ni zenye baraka ndoa zetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmidi TV.